Moto ya rasilimali fedha imetajwa kukwamisha mipango ya baadhi ya vyombo vya habari katika kuripoti kwa ufasaha taarifa zinazohusiana na masuala ya uchaguzi mwaka huu. Kutokana na changamoto hiyo, taasisi, mashirika binafsi na serikali vimeombwa kutenga fungu maalum kwa ajili ya kuviwezesha vyombo vya habari Tanzania katika chaguzi zijazo ili kuvipa nafasi zaidi ya kufanya kazi yake kwa weledi. Hatua hiyo imebainishwa na baadhi ya wahariri wa vyombo vya habari katika semina tathmini ya mikakati ya vyombo hivyo katika kuandika habari zinazohusiana na masuala ya uchaguzi mwaka huu. Projestus Bina Maungu ametuandalia taarifa ifuatayo. Wahalili wa vyombo mbalimbali mbali vya habari kutoka mikoa ya kanda ya Ziwa na Magharibi wanakutanishwa hapa, ikiwa ni hatua ya kuongezea maarifa zaidi juu ya kukabiliana na changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo katika kuandika habari za uchaguzi. Lengo ni kuhakikisha Watanzania wanataarifiwa kwa, kwa kina juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na uchaguzi ili kuwapa nafasi zaidi ya kufanya maamuzi sahihi wakati utakapofika. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba vyombo vya habari vinafanya kazi yake vizuri na vinatimiza jukumu lake la kuhabarisha wananchi kuwapa taarifa sahihi zinazotokea na matukio. Jaribu kwa kuwaelezea wagombea wa nafasi mbalimbali kuna maandalizi yapi na yamefikia wapi? na wahariri hawa wana, wana matatizo gani, wana changamoto zipi katika kuandaa uh, jinsi ya kuripoti uchaguzi mkuu. Shutuma wanazotupiwa waandishi wa habari juu ya baadhi ya habari kutokuchapishwa kuchapishwa wala kutangazwa, wanahabari wenyewe wakapaza sauti sababu mwandishi kama mwandishi yeye tayari anakuwa ametimiza wajibu wake, na mhariri kama mhariri anakuja pale na kuichuja habari gani inaweza kutumika katika taarifa ya habari ya muda gani. Mwisho wa siku tunaangalia ipi ambayo haikinzani na sheria za uchaguzi ambazo zipo na zimewekwa na zinatakiwa zifuatwe. Wachache sana ambao wanapanda majukwaani na wakazungumza sera na namna ya kuzitekeleza kwa hiyo tumekuwa tukishuhudia matusi binafsi. Siwezi nikaandika matusi ama pumba unazoongea katika jukwaa, katika kwa ajili tu ya kufurahisha watu wale, alipokwenda kukaa pale story, wasiposikia habari yao wanaanza kumlalamikia yule, wakati kuna kuna vyombo vingine ambavyo vinapitia ile habari na kuziidhinisha ili kujua ipi inatumika ama ipi haitumiki. Kwa hiyo mamlaka ya kutumia habari yako chini ya, ya muhariri. Semina hiyo ya siku moja imeandaliwa na jukwaa la wahariri Tanzania kwa kushirikiana na shirika la utangazaji la Uingereza BBC chini ya mradi wake wa kuviwezesha vyombo vya habari yaani BBC Media Action. Roger Sos bina Mungu, Star TV Mwanza.